Leo vinaendelea vita katika katika katika Gaza au haviendelei? Kwa hiyo maanake ni kwamba bado ule mpango wa Mungu kwa taifa la Israeli bado upo na ndio kioo cha dunia na ndio maana mpaka pale vita vile vinapigwa na pale Middle East amekuja mpaka huyu papa papa nani e, Papa Leo wa 14 anajaribu kusema, kuleta amani, anazungumzia habari ya nini, ya Gaza, wanazungumzia habari ya Ukraine, lakini tuje Gaza. Unapozungumza habari za Gaza vile vita vya Gaza vile vitu ukivitazama, sio vita vya kiuchumi, sio vita vya kiutaifa sana, kwamba ni nini? Vile vita ni vita vya kidini, kwa sababu ingekuwa ni suala la la, la la la la vita vya, vya kidini. Mpaka leo Sudani kuna vita, watu wamekwenda mpaka Chad na nchi nyingine, wameondoka pale, lakini wale hawataki kuondoka kwa sababu kuna kitu wanakiita uh, anaqiba. Kitu kama hicho kishatokea mwaka 1948 kwamba waliondoka, walivyoondoka Wayahudi wakachukua yale maeneo. Kwa hiyo leo hii wanaogopa, tukiondoka inamaana atachukua yale maeneo, sure, sure. Leo hii katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa watakapozungumza habari za mambo yanayofanyika, hata mimi nikitazama watoto wote wanavyokufa na kila kitu, hakuna mtu anayefurahi kwamba watoto wafe, lakini kuna watu ambao bado hawale hawaja wale watu ambao wameoteka hawatoi. Sasa ninyi, si rahisi tu kama mnataka vile vita viishe, huyu jamaa mumkomeshe Mwisraeli, Yahudi akose sababu za kuwatandika, mwambie jamani, hebu hatutaki, tunataka watu wako hawa. Lakini wale wanang'ang'ania maanake ni kwamba hakuna kutoka. Sasa baada ya kwamba hakuna kutoka karibu nchi za dunia zinatazama Marekani toe maamuzi gani? Urusi toe ma maamuzi gani? Nchi za Kirabu toe ma maamuzi gani? Watu wanakufa vile. Kama ingekuwa nchi nyingine si wangeingilia watu. Hawaingilii watu pale kwa sababu pale ni kitovu cha dunia. Unapoingilia pale vile vita ni vita vya dini. Narudia tena vile vita nini? Ni vita vya dini. Wanagombelea mji nini? Wa Yerusalemu. Wayahudi wameahidiwa kujenga hekalu wanataka kujenga hekalu la milenia hapo. Mahali pale pale pana msikiti unaitwa msikiti wa Al-Aqsa ambapo ndio alama ya Hamas na watu wengine. Kwa hiyo unavyoona kama vile vidini Mashariki ya Kati ni vita vinavyotokana na taifa la hizo. Kwa hiyo wataongea propaganda za kisiasa lakini katika Umoja wa Mataifa wataongea wengi, akiingia tu kiongozi wa wa Israeli kwenye Umoja wa Mataifa akiongea, mtu akiongea, amewatandika wote hawana hoja za msingi. Wataongea kuombaomba kulialia. Kule kulia ni maarifa tu ya kulia ili ikibidi Uislamu upate kuitawala dunia sawa sawa. Mpaka leo ni, ni kwamba ukiangalia kwa mfano kama kuna wameondoka wa, wa, wa wa watu Afghanistan na sehemu za nchi za Kiarabu wanakwenda wapi? Uingereza mm -hmm. wanakwenda magharibi wale wanavyotoka pale hawaendi nchi za nchi za nchi za Kiislamu wote wanakwenda nchi hizo. Sasa Mwota, so, kuna mtu mmoja akasema hivi wakati anaulizwa kwenye kuna, kuna kuna kule kule Uingereza kuna speakers corner kuna mtu mmoja anaitwa Orlando akakutana na mtu anatoka Afrika atoka Iraq, asema nyewe mbona mnakuja huko afu mnakuja na utamaduni wenu? Lakini anasema hapana, hawa jamaa nyewe wazungu waingereza pamoja na na wa Marekani mlikuja kupiga kupiga na vita Iraq, mkamwondoa Saddam Hussein, mkaamua mkaharibu mfumo wa nchi mkaharibu. Sasa tukimbilie wapi? Lazima tuje kwenu huko huko. Mimi kuna kipindi nikajiuliza swali kwa akaanza kwa hivi nini, mtu ambaye adui yako amekupiga afu anakimbilia kwake wala kutoka nchi, Arabu, ma, wa, waki kimbia, waki nchi, nchi za Kiarabu kuna wakikimbia hawakimbilii nchi za Kiislamu, wanakimbilia nchi za nani za Ulaya. Wakifika kule mm. wanapokelewa kwa kuna namna fulani bado wako vitani ili kueneza nini Uislamu duniani. Ndio maana mpaka kwenye Umoja wa Mataifa wanajitahidi kujipendekeza kuonekana ni vipi. Alafu kwenye vita vinapigana pale Gaza watoto wanakufa na kila kitu wanaonyesha wanaonyesha, eh, sawa, kinauma lakini tukitazama katika habari ya kimungu ni kwamba Mungu kuna mahali akisema naua na, na, na mimi na kuisha mimi. Kipindi cha Gharika walikufa wote, aliyeingia ali kila mtu ambaye hajaingia anaku, anakufa. Kwa kwa namna moja ama nyingine, hizi kuomba huruma huruma, labda waombe kama wanavyosema waombe huru, huruma kwa nani? Kwa kwa papa, kwa sababu papa yeye ni mkuu wa dunia. Lakini taifa la Israeli ni taifa teule, kwamba ukienda kinyume, kwa sababu ungetulia tu wala haina shida. Kwa sababu unazuia mpango wa nini? Ule mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu uko pale pale kuhusu ile taifa la, la Israeli. Ndio maana nimekuambia kuna kipindi ambacho e, kulikuwa na ulimwengu wa Kiislamu baada ya kipindi cha Muhammad mwaka wa mia saba na kumi, baada ya masahaba maeneo yote ya mashariki ya kati waliyachukua, wakachukua upande wa Afrika Mashariki, wakachukua Afrika Kaskazini, mpaka walienda katika eneo walita Al-Andalus ambapo ni Hispania kusini na Ureno waliingia kule na ikaonekana kwamba wakaeneza Uislamu duniani. Kwa hata wanavyokwenda upande wa Magharibi ni mbinu za baadaye, wameingia katika seneti ya Marekani katika mabunge mengi ya Ulaya, waingie kwa yani, unaonekana kama ni wastaarabu, lakini hatima yake wanachotaka ni kueneza nini? Islam. Kueneza Uislamu, kueneza Uislamu. Kwa hiyo kwa kuwa wale wanasiasa walikuwa hawajui, lakini leo hii watu wameibuka wengi katika hizo unazosema, kuna speakers corner mm. kuna watu duniani wameibuka, wamegundua janja yao wanavyogundua janja yao wa ni kwamba unataka waupeleke nini Uislamu kwa nguvu hizo, lakini sikatai, kama Uislamu ungekuwa ndio njia ya kwenda kwenye pepo ya Mwenyezi Mungu, waupeleke sio mbaya, lakini tunaiona kabisa kwamba njia ni moja, njia ni Kristo Yesu. Wakati Paulo anazungumza katika Matendo sura ya 4 mstari wa 12, anasema wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hakuna jina jingine chini ya mbingu walilopewa nini, wanadamu litupasalo kuokolewa kwalo, isipokuwa kwa jina nani? Kwa jina la Yesu. Kwa hiyo maana yake hizo mbinu hizo unazotumia, na vilio mauti. Tunasema hivi katika kuishi duniani, tunaishi leo, kuna kufa kesho, kesho kutwa, mbele ya safari, lakini makusudi yake ni kwamba tuishi ili baadaye tukue, tumuelewe Mungu, tukapokufa tufike mahali salama. Lakini nafikia hatua, kuna mtu anafikia hatua, mtoto wake anakufa, anajitoa mahanga, anaona kwamba huyu mtu anakwenda peponi. Utakuwa umemkatili maisha haya ya dunia, hajaingiza chochote na peponi kwenyewe hae, haendi peponi. Hatuende kwa sababu peponi hatuendi kwa miguu, kama tunatembea kwa miguu ni kama vile watu ule mnara wa Babeli walivyokuwa wanajenga mnara wa Babeli ili wamuone Mungu, walikuwa nafikiri ni mpango wao kumuona Mungu. Tunakwenda kumwona Mungu kwa njia ya ufunuo wa Kimungu, maanake Mungu anajifunua kwetu Unajua njia yake ya kumfikia ni ipi? Kwa njia ya ulimwengu yote, maana ni kwamba njia ya kumfikia ni Kristo Yesu, kwamba Biblia imeandikwa kutoka kitabu cha mwanzo kikiangalia mambo yaliyotokea, lakini baadaye kikaja mpaka kitabu cha Ufunuo, Revelation. Baada ya kitabu cha Ufunuo ambacho ameandika Yohana kwenye kisiwa cha Patmo ni maneno ya Yesu mwenyewe, yaani maana yake ni kwamba alimtokea kupitia malaika, baada ya lolote atapata mapigo yote kwenye kile kitabu. Kwa hiyo usiongeze wala usipunguze. Kwa hiyo kwanza usiongeze wala usipunguze. Ila kama utatafsiri, utafsiri sawa sawa na Roho Mtakatifu, utafsiri sawa sawa na yale. Usikiweke pembeni. Lakini ukishaanza kwa kukitilia mashaka Biblia, ukaitupa pembeni, halafu kabaki na kitabu kingine ambacho hakina kichwa wala miguu. Hmm. Yaani hakina kichwa wala miguu. Nataka niseme kweli Biblia, yaani Qur'ani haina kichwa wala miguu. Hmm. Haina kichwa wala miguu. Hmm. Haijui dunia inakotoka. Haijui dunia ilipo, haijui dunia inakokwenda.